Salama kabisa. Baada ya majukumu, naona umekuja kuchukua au kurudisha? Nimekuja kurudisha fomu. Nimekuja kurudisha fomu ya ya mzee, au wewe mwenyewe sasa? Yeah. Nimekuja kurudisha fomu ya mzee Dr. Mbete, mshindo msola. Mimi ni mwanae naitwa uh, mshindo msola pia ni mtoto wa kaka yake mdogo wake. Uh, leo tumeona ni siku sahihi na siku yenye baraka kurudisha fomu ambayo alishachukua, na leo ndio siku yake, tumekuja kurudisha da fomu umechukua na kurudisha, unaona imekamilika kwenye kila kitu, maana kuna mchakato wa mambo ya endorsement, umefanikiwa au dokta amefanikiwa? Niwahakikishie wadau wapenzi na Watanzania wote kwamba Dr. Mbete Mshindo Msola ni mzoefu na mbobezi wa mambo ya mpira, kwa hiyo anafahamu taratibu za mpira kwamba kila kitu kiko safi na kiko salama, okay. Kila kitu kiko very smooth na tunashukuru bodi ya tunashukuru TFF, taratibu ni mzuri na hakuna buguza yoyote. Pengine kilichopelekea mzee asiwepo na wewe kuchukua nafasi ya kumwakilisha ni kipi? Dr. Mbete ana dharura leo, ana ana dharura yuko nje ya mkoa, ila mimi kama nilivyosema awali, mimi ni mwanae, pia, ni mwanae na ni mwanamichezo pia, kwa hiyo ni nimuona ni sahihi kuja kutekeleza wajibu wa jukumu lake hili ambalo ni, ni, ni kawaida kikatiba. Katiba inaruhusu kumletea fomu yake. Hii sio mara ya kwanza ah. Uh, ukishakuwa mzoefu ni mzoefu tu, huwezi kuyumbishwa sana sana. Uh, uzoefu unazidi kuongezeka, kwa sababu hajawahi kutoka nje ya michezo. Maisha yake ni ya michezo, yeye ni msomi wa michezo wa mpira kwa hiyo tegemeni tu kwamba kama atabahatika, Mungu akimjalia kuwa kiongozi, basi tutegemee mambo mazuri na makubwa kutoka kwake. Labda uh, kwa niliseme tena hili kwamba Daktari Mbete, Mshindo Msola ni mbobezi wa haya mambo na nafahamu taratibu za wa uchaguzi. Kwa hiyo niwatoe shaka kwamba kila kitu kiko sawa kabisa. Na ulihusika pengine labda kumshawishi mzee arudi kwa nafasi au ni yeye aliamua na nafasi ya kuchukua hii? E, nafasi kwa wanaonifahamu wanajua kabisa kwamba Dr. Mbete mimi ni rafiki yake ukiacha tu mtoto, ila ni rafiki yake wa karibu sana, hasa kwenye mambo ya michezo. Kwa hiyo nilihusika kwa namna kubwa tu kumwambia huu ni wakati sahihi yeye kurudi sasa kwenye ngazi kubwa kabisa za kuhakikisha mpira wetu unaenda mbele zaidi na zaidi sahihi kila nyakati zinakuwa zina zina nafasi yake. Kwa hiyo naamini Dokta atakuja kubadilisha na kuongeza ama ku...